Kuna uwezekano mkubwa sana klabu ya Arsenal ikaachana na kiungo wao wa Kighana Uncle Thomas Partey ambaye ana umri wa miaka thelathini na mbili. Mkataba wa Thomas Partey na klabu ya Arsenal unatamatika mwezi huu tarehe 30 June. Kwa hiyo kama Thomas Partey ataweza kuondoka Arsenal ataondoka kama mchezaji huru. Fabrizio Romano mwandishi nguli wa habari za usajili duniani anasema kuwa Arsenal iko mbioni kunasa saini ya kiungo wa Kihispania, Martin Zubimendi ambaye pale katika klabu ya Real Sociedad. Martin Zubimendi ndiye anayetajwa kuwa mbadala wa Anko Thomas Partey pale katika viunga vya Emirates, na Arsenal iko tayari kutoa zaidi ya euro milioni 60 kwa ajili ya kunasa saini ya kiungo huyo wa Kihispania Martin Zubimendi. kabla ya kujiunga na klabu ya Arsenal, Thomas Partey amewahi kukipiga katika ligi kuu ya nchini Uhispania akiichezea klabu ya Atletico Madrid, lakini pia klabu ya Mayorca Fenerbahce Sports Club inayoshiriki ligi kuu ya nchini Uturuki ambayo inaongozwa na kocha Jose Mourinho ni moja ya klabu inayotajwa kuinda saini ya kiungo huyo wa klabu ya Arsenal. Lakini pia FC Barcelona tayari wameshaonesha nia ya kuitaka saini ya Thomas Partey. Unahisi ni wakati sahihi kwa klabu ya Arsenal kuachana na Thomas Partey? Na je, unafikiri Martin Zubimendi ni mbadala sahihi kwa Thomas Partey pale katika klabu ya Arsenal? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni super travel ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Kuna uwezekano mkubwa sana klabu ya Arsenal ikaachana na kiungo wao wa Kigana Uncle Thomas Partey ambaye ana umri wa miaka 32. Mkataba wa Thomas Partey na klabu ya Arsenal unatamatika mwezi huu tarehe 30 June. Kwa hiyo kama Thomas Partey ataweza kuondoka Arsenal, ataondoka kama mchezaji huru Fabrizio Romano, mwandishi nguli wa habari za usajili duniani, anasema kuwa Arsenal iko mbioni kunasa saini ya kiungo wa Kihispania Martin Zubimendi ambaye anakipiga pale katika klabu ya Real Sociedad. Martin Zubimendi ndiye anayetajwa kuwa mbadala wa Uncle Thomas Partey pale katika viunga vya Emirates. Na Arsenal iko tayari kutoa zaidi ya euro milioni 60 kwa ajili ya kunasa saini ya kiungo huyo wa Kihispania Martin Zubimendi. Kabla ya kujiunga na klabu ya Arsenal, Thomas Partey amewahi kukipiga katika ligi kuu ya nchini UHispania akiichezea klabu ya Atletico Madrid, lakini pia klabu ya Mallorca. Fenerbahce Sports Club inayoshiriki ligi kuu ya nchini Uturuki, ambayo inaongozwa na kocha Jose Mourinho, ni moja ya klabu inayotajwa kuinda saini ya kiungo huyo wa klabu ya Arsenal, lakini pia FC Barcelona tayari wameshaonesha nia ya kuitaka saini ya Thomas Partey. Unahisi ni wakati sahihi kwa klabu ya Arsenal kuachana na Thomas Partey? Na je, unafikiri Martin Zubimendi ni mbadala sahihi kwa Thomas Partey pale katika klabu ya Arsenal? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Supa Twelve ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za michezo. Yes, usiku wa kuamkia leo tumeshuhudia one of the best mechi katika Club World Cup. Mechi ya kwanza kabisa kwa klabu ya Real Madrid. Lakini pia ilikuwa ni mechi ya kwanza kwa klabu kutokea pale Saudi Pro League, klabu ya Al Hilal, mechi ambayo ilimalizika kwa sare ya goli moja kwa moja. Nyie hawa Al Hilal nilikuwa nawachukulia poa, lakini kama uliangalia hii mechi, nadhani utakuwa na sadiki maneno yangu bana. Al Hilal walikipiga kweli kweli, ilikuwa ni mechi fulani hivi ambayo ilijaa competition ya aina yake. Al Hilal walitangulia kupata goli lakini likakataliwa na VAR. Baadaye Real Madrid wakapata goli kupitia mchezaji Gonzalo Garcia katika mechi yake ya kwanza ambayo ameanza leo, ameweza kuskoa goli kupitia assist yake Rodrigo katika dakika 34 ya mchezo. Dakika arobaini na moja ya mchezo, Al Hilal wanapata penalty, penalty ambayo ilikwamishwa kambani na Ruben Neves. Real Madrid waliweza kupata mkwaju wa penalty katika dakika ya tisini ya mchezo, mkwaju wa penalty ambao ulipigwa na Federico Valverde. Federico Valverde anakosa mkwaju huo na kusababisha Real Madrid kuondoka na sare. Ni mechi fulani hivyo ambayo ilibeba rekodi ya aina yake. Kwanza ilikuwa ni mechi ya kwanza ya kimashindano kwa makocha wa pande zote mbili, kocha mpya wa Real Madrid Xabi Alonso na kocha wa Al Hilal tangu ajiunge na klabu hiyo akitokea Inter Milan, kocha Simon Izang hii ilikuwa ndio mechi yake ya kwanza ya kimashindano akiwa na Al Hilal. So wote walikuwa wanafundisha kwa mara ya kwanza klabu zao mpya, lakini pia ilikuwa ni first debut kwa Trent Alexander Arnold, beki mpya wa klabu ya Real Madrid, ameweza kucheza mchezo wake wa kwanza tangu alivyojiunga na klabu ya Real Madrid. Vilevile vile kwa beki mpya wa klabu ya Real Madrid, naye ameweza kucheza mchezo wake wa kwanza Gonzalo Gasha ambaye ndiye mfungaji wa goli la Real Madrid ameweza kuanza katika kikosi cha kwanza, kwanza first 11 kwa mara ya kwanza kabisa akiingia kama mbadala wa Kylian Mbappe. Na one of the best thing ameweza kuondoka na tuzo ya mchezaji bora wa mechi, yani man of the match Gonzalo Gasha. Nadhani uliangalia hii mechi, naomba niambia hapo kwenye comment ni kitu gani ambacho kilikufurahisha zaidi katika huu mchezo. Kabla ya mchezo huo ilipigwa mechi nyingine, Manchester City versus Wydad Casablanca. Wydad kutokea pale nchini Morocco walikipiga dhidi ya Manchester City, Manchester City wakifanikiwa kushinda goli mbili kwa sifuri goli la kwanza likiwekwa kambani na Fairforden katika dakika ya pili ya mchezo, na goli la pili likiwekwa kambani na Jeremy Doku. Jeremy Doku anaweka goli la pili katika dakika arobaini na mbili ya mchezo. Dakika 84 ya mchezo ndipo Stefan Aziziki aliweza kuingia katika mechi hiyo akichukua nafasi yake Thembi Nkosi Lonchi. Eh, Stefan Aziziki naye ameandika rekodi ya kucheza Club World Cup. Kwa bahati mbaya, mchezaji Selemani Mwalimu hakuweza kupata nafasi ya kucheza mchezo huu, lakini alikuwepo kwenye benchi la Wydad Athletic Club, lakini hakuweza kucheza mchezo huu. Maybe next match tutaweza kumshuhudia kwa mara ya kwanza Selemani Mwalimu akiandika rekodi ya kuwa Mtanzania wa kwanza kucheza Club World Cup. Yapa ni super travel ya Dino Television kwa stori nyingine nyingi za kimichezo. Endelea kutofollow katika mitandao yote ya kijamii.